eza na ilifana sana, tulifurahi tuli, ukizingatia ulikuwa ni msimu mgumu, msimu wenye mambo mengi ya kushuka na kupanda na mpaka hatimaye juzi tumeweza kucheza kutetea tena taji letu la CRDB, na maana ni kitu kikubwa kwetu, na, na mani, kwe, tuna, sisi kama timu tuko proud pamoja na mashabiki zetu. Kwa hiyo jambo lilienda vizuri, tulifurahi, tulisherehekea tuli kwa pamoja, na hatimaye tumeweza kulimaliza salama. Watakuja na na mkakati watakuja na plani ya maandalizi kwa ajili yetu. Kwa hiyo tuombe tu mashabiki zetu waendelee kutu, kutuombea dua, lakini waendelee kutusapoti. Tunachoamini msimu ujao tutafanya maandalizi yaliyokuwa bora na tutakwenda kufanya vizuri tena. Pia ni katika msimu unaokuja, mimi naimani msimu wangu wa nne nipo katika paredi, nimeona kila siku Yanga inavyozidi kuchukua ubingwa kila msimu, naona kila paledi inakula, inazidi ubora ya, mimi yangu ya jana ilikuwa pa nzuri, kwa sababu wananchi wamejitokeza kwa wingi sana, wamefurahi kwa sababu sisi tunacheza mpira kwa hapa fulani, wananchi kwa wamefurahi, na mimi nimefurahi me sisi, kama wachezaji na imani wategemea mambo mazuri, kama wachezaji tunawaahidi tutapambana tena kama msimu huu. Kila kombe ambalo tumeingia, kila mashindano ambayo tumeingia, tumeweza kufanya vizuri na tumeweza kuchukua kombe. Kwa hiyo na imani itakuwa zaidi ya msimu huu, watafurahi zaidi, kikubwa watuombee na wawe wa, wa, na sisi kwa ushirikiano kwa kila kitu ambacho kitatokea kwa sababu ya msimu mzuri ya msimu ujao unakuja. Mwanzoni msimu haukuwa rahisi, kwa kweli haukuwa rahisi. Hapo katikati mambo mengi yametokea, lakini end of the day ukawa msimu mzuri kutiko msimu yote kwa sababu tumeweza kuchukua makombe matano katika msimu mmoja. Sio kitu rahisi, sio kitu rahisi. So na si kwa Yanga, hata kwa timu nyingine nyingi duniani sio kitu rahisi, kwa hiyo hata ulivyoangalia na paredi ilikuwa nzuri sana, wananchi walitokeza kwa wingi, tulifurahi, wamefurahia kile ambacho nakiombea msimu mzima. Unawaambia nini sasa kuelekea msimu ujao? watuombee kwa Mungu, watuombee kwa Mungu, sababu ili ni deni ambayo tumelitafuta katika msimu huu, kwa hiyo lazima twende tukafanye vizuri zaidi ya msimu huu. Kwa hiyo dua zao, sapoti yao ndio nguvu kubwa kwetu sisi.